John Heche ambaye ni makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA akihutubia wananchi wa Serengeti amezungumza haya na amesema kwamba alimshauri uh, hayati Dr. John Pombe Magufuli. Alimshauri nini? Basi karibu sana, usisahau kusubscribe channel yetu ili uanze kupata taarifa mbalimbali. Wakati bwawa la Mwalimu Nyerere linajengwa, anasema kwamba alishauri serikali chini ya Rais Magufuli kwamba, unataka kujenga bwawa, unataka kujenga SGR, unahitaji chuma sisi tuna chuma pale Liganga, Ludewa, tuna chuma cha kuchimba miaka mia moja. Tuna mlima wa chuma, tutatumia hiko chuma hata miaka mia. Mungu akaweka na makaa ya mawe ya kuyeyusha hiko chuma pale pale Liganga, mchanga wa kusafisha hiko chuma akaweka pale Iringa. Hakuna kitu tunaagiza kutoka nje ya nchi. Hizi ndo zilikuwa hoja za Heche. Akaenda mbali zaidi akasema kwamba alimwambia rais kabla hawajaanza uh, kujenga bwawa la Mwalimu Nyerere wajenge kwanza kiwanda cha uh, kiwanda chao ambacho uh, kitakuwa kinahitaji dola za Kimarekani bilioni tatu uh, ambazo ni kama trilioni 7.8 hivi, halafu tuchimbe pia miaka mia, halafu ukishajenga hiko kiwanda kingeajiri vijana elfu sitini halafu unamuita mkandarasi ajenge bwawa la Mwalimu Nyerere, unampa hela lakini unamwambia chuma utanunua hapa. Kwa hiyo unampa hela kwa mkono huu halafu unachukua mkono mwingine, alisema hivyo. Basi akaenda mbali akarudi kwenye hoja yake kwamba hakusikilizwa, anasema kwamba hakusikilizwa, wakampuuza. Na hivyo leo tunaagiza chuma kutoka nje ya nchi. Mwaka jana peke yake tumeagiza chuma chenye thamani ya dola bilioni 1.2 sawa na shilingi trilioni tatu kwa mwaka. Huo ni mwaka mmoja, mwaka juzi hivyo hivyo kwa miaka mitatu tumeagiza chuma cha trilioni kumi ambacho tungejenga kiwanda chetu cha trilioni saba nukta nane tungechimba miaka mia. Huyo ndo John Heche, bwana makamu mwenyekiti wa CHADEMA akihutubia wananchi wa Serengeti. Amesema kwamba alishauri serikali kuhusiana na hicho, lakini serikali haikuweza kumsikiliza. Una maoni gani katika hili? hii ni matukio Online TV.